Miongoni mwa wachezaji wa kimataifa wanaokipiga hapa nchini Tanzania wanaozungumzwa sana hivi karibuni uweze kumwacha Stefan Aziziki, kutokana na kile ambacho alikifanya uh, baina yake na mwigizaji hapa nchini Tanzania. Namzungumzia Hamisa Mobeto. Of course unafahamu kile ambacho kiliweza kujiri sasa. Aziziki mara nyingi sana amekuwa akihusishwa na vilabu vya pale South Africa na vitu kama hivyo. Sasa kuna hii hapa taarifa kutoka kwa agent wake. Karibu sana ungana nasi hivi sasa, hakikisha una subscribe. Anasema nilikuwa na kikao kizuri cha kazi na kocha wa Wydad Casablanca, Rulan Mukwena na rais wake bwana Hichan Aitmana hivi karibuni. Kutakuwa na habari njema kwa wachezaji wetu na miongoni mwa wachezaji ambao uh, wako chini yake huyu ajenti ambaye anafahamika kwa jina la Zambro Traore ni Azizi Ki, lakini pia kuna wachezaji wengine kama ya Kwasi Pako Mezuzwa, uh, Jean Ahua wa uh, Simba Sports Club noma, lakini Anton Trabitra, lakini Andra Kofi na wachezaji wengine kibao ambao wako chini ya huyu jamaa ambaye anafahamika kwa jina la Zambro Traore, na huyu ni ajenti wa Aziz Ki. Kwa hivyo hapa inaonekana aliojiwa na chombo kimoja cha redio akiweza kumzungumzia nyota Stefan Aziz Ki, mambo kama hayo. Na kwa hivyo huenda nyota Stefan Aziz Ki muda wowote hivi sasa kutoka sasa, akaondoka nchini, pengine tumtarajie akijiunga na kikosi cha Wydad Casablanca kutoka pale nchini Morocco, kwa sababu kwa mujibu wa mazungumzo ambayo ameyazungumza ajenti wake Traoren, kwamba mazungumzo yalikuwa mazuri sana baina yake. Sasa kama ni mazuri, ni nini ambacho unakitarajia pengine? Uh, wamefikia wamekubaliana kwamba wamchukue mchezaji Stefan Azizi Ki, na of course, kocha huyu ni miongoni ma kocha ambao wamekuwa wakihusishwa kwamba ana alimaa kile ambacho anakifanya nyota Stefan Azizi Ki. Kwa hivyo muda wowote kutoka hivi sasa tutarajie kitu eh, kutoka kwa Azizi Ki, pengine akaondoka kunako klabu ya Young Africans. Wewe shabiki wa Yanga, una mtazamo gani? Weka komenti yako hapa, lakini endelea kutazama.